Naweza nikawatajia watu kwenye jeshi la polisi ambao tunawasiliana mara kwa mara na ambao kama wakiwa Polepole anatafutwa, definitely watasema chukueni namba yake hii. Ikitokea jeshi la polisi halina namba yangu, kitu ambacho si kweli, kwa sababu nakwambia, nawafahamu maafisa wa jeshi la polisi waandamizi ambao wana namba zao na tunawasiliana. Huyo ni Humphrey Polepole alivyosema kwamba polisi anaongea nao, kwa hiyo hawakumtafuta. Sasa kuna wakati katika historia ya taifa ambapo matukio fulani huacha kuwa habari za kawaida na hugeuka kuwa kioo cha kujiangalia kama jamii. Tanzania inaonekana kufika katika wakati huo. Kesi za kutoweka kwa Ben Saanane ni sawa sawa na huku kutoweka kwa bwana Humphrey Polepole. Hizi kesi mbili zikitenganishwa tu na miaka, lakini zikiunganishwa na mtiririko um, hasa unaofanana wa hofu, ukimya na majibu yasiyoridhisha, hasa ya vyombo vya dora. Haya majibu yameibua swali kubwa sana tena zito ambalo haliepukiki tena. Je, jeshi la polisi liko kwa ajili ya kuwalinda raia au kwa ajili ya kulinda mamlaka? Ben Saanane alitoweka kuwa mtu wa kwanza kupotea katika mazingira yenye utata wa kisiasa wala hakuwa wa mwisho. Miaka imepita sasa bila mwili, bila mtuhumiwa, bila kesi na bila hitimisho la uchunguzi linaloweza kueleweka. Katika taaluma ya upelelezi wa jinai, tukio la aina hii halibaki tena katika kundi la mtu aliyepotea, linabadilika jina na kuitwa kutoweshwa kwa lazima, aina ya uhalifu unaohusisha dora na pale ambapo tu anatoweka na mamlaka husika zinashindwa au zinakataa kutoa ukweli kwa wakati unaofaa. Ukimya wa muda mrefu, kinyume na unavyodhaniwa, si dalili ya kutokuwa na taarifa; mara nyingi ni dalili ya mfumo unaojilinda miaka kadhaa baadaye Tanzania ikaamka na habari za kutisha kuhusu Humphrey polepole, tofauti na Ben Saanane. Sasa mwenye nyumba alitupigia ali simu asubuhi, kwa sababu ana kijana wake yuko maeneo ya hapo karibu, aka yule kijana wake akampatia taarifa yule mwenye nyumba, ambapo tumepanga ile nyumba kama familia. Sasa yule mwenye nyumba akatujulisha kwamba kuna tukio limetokea kwenye kwenye hii nyumba hapa ke okay, akasema kama tuna taarifa yoyote. So sisi tukamwambia hatuna taarifa e, ndo tukaanza kufanya jitihada za kuweza kufika e, hapa, hapa kwenye nyumba. Mimi nimeongea naye jana usiku majira ya saa mbili usikutulibadilishana mawazo ha, hakuniambia chochote zaidi. Aliniambia tutua makini sana ksbauhali sio nzurikesi ya Polepole iliacha alama za wazi, nyumba iliyovamiwa usiku, milango iliyovunjwa, umeme uliokatwakatwa, za nyaya za umeme na damu iliyodaiwa kuonekana sakafuni. Familia iliripoti hili mara moja, na picha pamoja na video zilianza kusambaa mitandaoni kabla ya udhibiti mkali wa kuanza. Jeshi la Polisi limeona taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na ndugu zake kuwa ametekwa, tayari tumeanza kufanya kazi taarifa husika ili kupata ukweli wake. Katika mahojiano na vyombo vya habari hasa vile vikubwa duniani ikiwemo BBC, mama mzazi wa Humphrey Polepole Anna Mary alitamka maneno ambayo yamebaki kugonga dhamira ya taifa. Alisema, uh, mwachieni mwanangu kama yupo hai, kama hayupo hai pia wanileteni mzike mwenyewe, wasiende kumtupa baharini. Jamani, haya si maneno ya kisiasa ni kilio cha mzazi aliyefikia mwisho wa matumaini yake kwa taasisi za dola. Kwa mtazamo wa kisaikolojia, pale mzazi anapoacha kuomba haki na kuanza kuomba mwili wa mwanaye, ni ishara ya kuvunjika kabisa kwa imani ya raia kwa dola yake. Humphrey Polepole hakuwa raia wa kawaida, alikuwa balozi wa zamani wa Tanzania nchini Cuba. Aliwahi kuwa sehemu ya mfumo wa dola na chama tawala CCM. Baada ya kujiuzuru na kuvuliwa hadhi za ubalozi, alibadilika sasa na kuwa mkosoaji mkali wa serikali ya CCM. Alikosoa wa waziwazi mchakato wa uteuzi wa mgombea wa urais na makamu wa rais, akidai huo mchakato kwa ujumla ulienda kinyume na desturi za chama. Aliendelea kutaja watu kwa ina hasa akiwa waziwazi akiwatuhumu kwa ufisadi na matumizi mabaya ya fedha za umma. Kwa yeyote anayeelewa mienendo ya mifumo yenye uvumilivu mdogo wa ukosoaji, hatua hizi huongeza hatari binafsi kwa mhusika. Ndicho kilichomtokea kwa sababu baadaye alitoweka. Aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba na mkosoaji wa serikali ya Tanzania Humphrey Polepole pole amevamiwa na kuchukuliwa na watu wasiojulikana. Hii ni kwa mujibu wa familia yake nduguye ya Polepole wameambia BBC kuwa tukio hilo la kuvamiwa na kutekwa kwa ndugu yao kumetokea usiku wa kuamkia leo Jumatatu, nyumbani kwake jijini Dar es Salaam. Picha za video zimekuwa zikisambaa katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania, zikionyesha milango iliyovunjwa na michirizi ya damu sakafuni katika nyumba inayoripotiwa kuwa alikuwa akiishi Polepole. Majibu ya jeshi la polisi kuhusu tukio la Polepole Pole yameacha maswali mengi kuliko majibu. Polisi walisema walifungua jalada la uchunguzi, wakadai pia walikuwa wakimsubiri Polepole afike DCI kufuata wito wa awali. Kauli nyingine ilisema wanamtafuta kaka yake Agustino Polepole Pole ili athibitishe tuhuma kwamba afisa wa polisi alihusika katika tukio hilo. Hapa ndipo mantiki ya kiuchunguzi ina poyumba ni kwa mantiki ipi mtu anayehitajika kisheria achukuliwe kwa nguvu usiku nyumbani kwake? Ni kwa nini ushahidi wa damu haukusababisha tahadhari ya kitaifa ya halaka? Na ni kwa nini mzigo wa uthibitisho unaonekana kubebwa zaidi na familia kuliko na vyombo vyenye mamlaka ya uchunguzi? Na katika mazingira haya, kauli ya waziri bwana Simbachawene kwamba raia hawaiamini polisi inakuja ikiwa wazi wazi kwamba ni ukweli. Waziri alisema amepewa maelekezo na rais kwa kufanya mabadiliko ndani ya jeshi la polisi, lakini kwa familia za Ben Saanane pamoja na Humphrey Polepole na kwa mamia familia nyingine, swali si tena ahadi za mabadiliko, bali ni lini haki itatendeka. Bila tume huru ya uchaguzi, bila kusimamishwa kwa maafisa waliotuhumiwa, na bila uwajibikaji wa wazi kauli hizi hubaki kuwa maneno matupu yasiyoponya jeraha, kwa sababu waliotekwa ni wengi, ikiwemo Humphrey Polepole, ikiwemo Ben Saanane, juzijuzi Nikodemus pamoja na wengine wengi, pamoja na wale ambao walitekwa na wengine waliokamatwa baada ya maandamano ya Oktoba ishirini na tisa, kwa sababu yalifuatwa na kamata kamata iliyokuja kuwalenga watu ambao hata hawakuhusika kabisa na maandamano wengi walichukuliwa wakawasoe kwa ndani ya jela, wengine wakiwa kabla, wakati wa maandamano, wakiwa wamekufa kwa sababu Taarifa zilizotolewa pamoja na vielelezo vilivyotolewa na Amnesty International walithibitisha kwamba wapo watu ambao wamepigwa risasi wakiwa hawaandamani bali walikutwa ndani makwao wakapigwa risasi. Muktadha wa matukio haya hauwezi kutenganishwa na yale yaliyojiri baada ya maandamano ya Oktoba 29. Baada ya maandamano hayo, nchi ilishuhudia makubwa na vilio vilizidi, kwa sababu kulikuwa bado na hali ya sintofahamu huku watu wakiwa wamegubikwa na simanzi baada ya kuuliwa wapendwa wao. Na hapo ikafuata kamata kamata kubwa, huma za matumizi ya nguvu kupitia kiasi na ripoti nyingi za vifo vya raia. Mashirika ya haki za binadamu yakiwemo ya, ya kimataifa yalieleza wasiwasi mkubwa kuhusu namna vyombo vya usalama vilivyoshughulikia maandamano hayo. Ripoti zilieleza matumizi ya risasi za moto tena za nchi nne, kukamatwa kwa watu wasiokuwa waandamanaji hasa, na vifo vilivyotokea katika mazingira yasiyoelezeka vizuri. Familia kadhaa ziliibuka hadharani zikidai ndugu zao walipigwa risasi wakiwa majumbani na katika mazingira ambayo hayakuhusiana hata kidogo wala moja kwa moja na maandamano. Wengine walieleza kukamatwa kwa watu ambao hawakushiriki maandamano kabisa. Baadhi ya waliokamatwa na baadaye kuachiwa walitoa ushuhuda kupitia mitandao ya kijamii, kabla hii mitandao mingine haijadhibitiwa imika kutumia VPN ili kuweza kutoa yale yaliyomo mioyoni mwao, kwa sababu mitandao kadhaa ilikuja kufungwa. Wasingeweza kutoa ushuhuda ambao unaishtumu polisi na serikali kuwatesa walipokuwa wamekamatwa. Ndo maana waliona njia pekee ni kupitia X na kuweka VPN na kutoa ushuhuda. Walidai kwamba walinyanyaswa, walidhalilishwa, waliteswa wakiwa mikononi mwa polisi. Haya ni madai mazito sana yanayohitaji uchunguzi huu na wa haraka katika nchi yoyote inayojali utawala wa sheria wengi walidai kwamba kuna unyanyasaji wa kingono, wanawake walibakwa na wengine hasa bila kubakwa, wanaume pia walifanyiwa sodomi, vitendo ambavyo ni vya ajabu havistahili kufanyika ndani ya vituo vya polisi. Badala ya uwazi, kilichoonekana ni kuongezeka kwa udhibiti wa vyombo vya habari, kunyamazishwa kwa sauti ya wakosoaji na kuzuiwa kwa mitandao ya kijamii iliyokuwa ikitumika kama njia mbadala ya ushuhuda. Hali hii iliongeza zaidi hasira na chuki dhidi ya jeshi la polisi na kuvuruga kabisa uhusiano wa kisaikolojia kati ya raia na chombo kilichopaswa kuwa mlinzi wa raia. Historia na saikolojia ya jamii zinafundisha jambo moja muhimu: dola inayotawala kwa hofu kujenga utulivu wa muda mfupi, lakini huzalisha ghadhabu ya muda mrefu. Imani inapotea, hata sheria nzuri hazitoshi kurejesha uhalali wa mamlaka. Kesi za Ben Saanane na Humphrey pole pole, pamoja na matukio ya baada ya Oktoba ishirini na tisa, si ajali za bahati mbaya; ni dalili za mfumo unaohitaji kujitazama upya kwa usajili na uaminifu. Serikali haiwezi kuendelea kujificha nyuma ya kauli za uchunguzi unaendelea, watu wasiojulikana, pamoja na nyingine, huku miaka ikipita bila majibu. Haki haipatikani kwa ukimya, wala amani haijengwi kwa damu ya raia. Polisi wako chini ya sheria, si juu yake. Usalama wa taifa hauwezi kuwa kisingizio cha kuvunja haki za msingi za binadamu. Mpaka ukweli usemwe wazi, wahusika wawajibishwe bila kujali vyeo vyao, na familia zipate haki na majibu, Tanzania itaendelea kuishi kati ya hofu na ukimya, na huo ukimya, kama historia inavyoonyesha, ni hatari kuliko kelele za maandamano yenyewe. Dunia ya Vitani, tunakuja tukikurejeshea, wengine wakiwa wanatoa malalamiko ya moyoni hawa hapa. Sisi sio wenda wazima, tunajua misingi ya haya. Wawezeshaji wakubwa, wawezeshaji namba moja, wajumbe na mabalozi, kuanzia mabalozi, wajumbe wenye viti wa serikali za mitaa, Jeshi la Polisi, ushenzi na uchafu mnaofanya Jeshi la Polisi kubaka watoto wa watu, kuwalawiti, kuwafanyia kila uchafu. Sisi hatuna mioyo ya jiwe, hatuna mioyo ya jiwe. Nataka niwaambie kitu kimoja, tunalipa kisasi, tunalipa kisasi hatuwezi kuwa watu ambao tunachezewa namna hii, hatuwezi. Tunakoelekea askari jeshi la polisi, kila askari atabeba mkewe na watoto kwenda nao kazini ili wawe salama. Naomba iwaingie akilini, sisi sio mafala, sisi sio wajinga. Tunakoelekea Mulilo, utabeba familia yako utaenda kuishi nayo huko hotelini unakoishi sasa hivi mafeli ulishakimbiza familia. Ndugu zangu, nyinyi askari wadogo wadogo wenye vimshahara vyenu vya laki tatu laki nne, naomba mniwaambie kitu kimoja, kama mmeoa, mmeolewa, mtaanza kubeba familia zenu na kuenda nazo huko mnakoenda kumpambania Samia. Si mnakifanya sisi niwenda wazimu kwamba nyinyi muue ndugu zetu asisi tunyamaze? Hatutoweza. Hii ni vita rasmi ambayo nimeianzisha. Hii ni vita Hatutokubali, nataka niwahakikishie, hatutokubali. Ninyi wenye vitu wa serikali za mitaa mnaojikuta ni miungu watu, be, mtabeba familia zenu, mtaenda kukaa nazo huko kwenye ofisi zenu, lakini still familia zenu zipo kwenye majumba yenu. mm -mm. Hatutokubali <laughs> hatutokubali. Sisi sio wapumbavu, tunajitoa. Tumepoteza ndugu zetu Stem na tukimbiza, mnaua ndugu zetu kila siku mnafanya utekaji kila siku, mnawalawiti alafu mnawarekodi. Mmembaka mtoto wa watu, mnamlawiti huku mnamrekodi, mwanaume mwenzenu. Hatutokubali na hamtotuua wote. Polisi wenye nyumba ambao mmewapangisha askari hawa, polisi wauaji, narudia tena, ninyi wenye nyumba mmeingia kwenye uwezeshaji wa haya mauaji na ubakaji firai wenye nyumba mliowapangisha hawa watu, mmeingia kwenye kundi la uwezeshaji wa haya mambo yanayoendelea Tanzania, mtajua wenyewe. Muwaondoe au mbaki nao, tumebakisha siku chache sana. Endeleeni kutuona kama sisi ni wenda wazimu, lakini tutahakikisha kila nyumba ya askari, kila anayejijua ni askari wa hii nchi analia msiba tuliolia analia msiba tunaolia. Mnadhani ndugu zetu wan wanaamani, mmefika mahali mpaka ndugu zetu mnawatisha, mmejikuta mna miungu watu. Nasema hivi hii siku ya leo iandikwe, kila mmoja awe na kumbukumbu kumbu nayo. Leo ni tarehe ishirini na saba mwezi wa kumi na mbili. Kila nyumba ya askari tutasalimiana, tutahakikisha tunasalimiana kwa namna ambayo nyinyi mmeichagua. Sisi hatuwezi kuwa wajinga kiasi hiki mm. Mmeua watanzania zaidi ya elfu kumi lakini still mnaendelea kuua. Mnajisikia jeshi la polisi, watu mliowateka juzi, mmemteka Nikodemas, mmemteka, mnajua mlikompeleka, mnajua mlikompeleka. Mwachieni kijana wa watu, muachieni kijana wa watu kabla hii tarehe moja, mwachieni. Mnajua kwamba sio adui tunachokipambania sisi tunapambania taifa. Ndani ya taifa kuna wazazi wenu, kuna wajomba zenu, kuna watoto wenu, kuna majirani zenu na marafiki. Lakini jeshi la polisi, nyinyi ndio vita kubwa katika nchi. Nyinyi mmeacha kufanya majukumu yenu, mmekuwa wanasiasa, mmekuwa wanasiasa, mmeacha kuwa watetezi wa raia, mmekuwa wauaji wa raia. Sasa sisi hatutokubali, hatuto vita ambayo mmeitaka tumeipokea. Zidisheni ulinzi kwenye familia zenu. Ninyi wenye nyumba ambao mmepangisha hao watu, nataka tu niwaambie kitu kimoja: sisi sio mafala, sisi sio wajinga. Wao si wanateka na kuua kila siku <laughs> petroli haifiki hata elfu tano hata elfu tatu haifiki, na kiberiti. Nawakumbusha kwamba ni shilingi mia tu ya hapa kwetu. Hii ni vita rasmi, mmeanzisha vita. Mulilo, unaona fahari sana kuua na kuteka watoto wetu. Mafiele, mkurugenzi wa makosa ya jinai ni naimi, mtu ambaye nina mrespect, nimekaa na ni kuongea na wewe kwa mara nyingi sana, na marapisi wa mkoa wa Dar es Salaam, hakuna ambaye mimi sijawahi kuwasiliana naye. Mlichokubaliana ni kuendelea kuwatuma vijana wenu na kuja kuteka watu, kuwaua wengine, kuwabaka. Mm, si ndio? Si mmeshindwa kabisa nyinyi kumaliza hii vita? Mmeamua sasa nyinyi muanzishe vita, lakini nyinyi muwe salama na familia zenu. Hatutokubali. Tarehe moja, imebaki siku chache sana. Wenye vitu wa serikali za mitaa na wajumbe, tuko pamoja na nyinyi, tuko pamoja na nyinyi. Kama una, una, una unasema mimi sihitaji shida, achia hiyo nafasi lakini iandike hii tale ya leo. Tunakuja kuwasalimia, tunakuja mambo yanayoendelea kwenye nchi ni mambo ambayo yanatisha sana ndugu zanguni, ni mambo ya kutisha, ni mambo ya kutisha. Ndugu zetu wanaoa, kosa letu sisi ni nini? Kuitetea hii nchi? Kosa letu sisi ninini? ni nini? ni kuwatetea nyinyi na familia zenu? Ndio kosa letu mpaka mnatuinda na kutumaliza, kutuua na kutubaka kiasi hiki Mnachukua watumiwa mnawapeleka huko Oysterbay, mnawapeleka vituo vya polisi, mnaenda kuwa, kuwaulia huko, mnaenda mnawabaka huko. Sasa tuko tayari kwa lile ambalo nyinyi mnalitamani tuko tayari. Mmefika mahali mpaka mnawasumbua wazazi wetu, ina maana wao ni kosa kutuzaa? Kwani sisi mnadhani sisi hatujui wazazi wenu wanakopatikana? Nyinyi mbwa nyie, tunajua wazazi wenu, kwamba yani wewe askari, tuende tukamtese tu mama yako kwa sababu tu alikuzaa. Si ndicho mnachokifanya? Kwa sababu kama juzi mlienda kwa Malisa, mkaenda kusumbua wazazi wake. Mnamaanisha wazazi wa Malisa walikosea, wamefanya kosa lao kubwa ni kumzaa Malisa? Hicho ndio mnachomaanisha, kwamba kosa lao ni kuwazaa wanakati. Sasa tunasema hivi, tunasema hivi sasa hivi makosa ni kuzaa ni, ni, ni wazazi wenu pia walifanya makosa makubwa sana kuwazaa nyinyi mbwa wa uaji wa firaji walifanya makosa sana. Sasa hivi tuingieni tu, tumekuwa wajinga kwa muda mrefu na mnasema tumefeli, hatuna jipya. UVCCM, mnatumika sana kuua watu. Sasa nyumba za CCM kama nyumba yako, mnajihusisha na mambo ya CCM, uwe sijui mjumbe si uwe nani, ongeza ulinzi, tunakuja eee tunakuja sisi, wote tunapenda uhai, hakuna mwanadamu asiyependa kuishi, lakini tumefika mahali tumekuwa wapole, mnatupanda vichwani, mnatuvua na chupi, mnatufanyia mnavyotaka. Tumechoka, hatuwezi tukajitoa bure bure, ndugu zetu wakafa bure bure, tunahitaji hii nchi ikombolewe. Samia, hatukutaki kwenye hii nchi, you have to go. Hatuwezi tukapoteza ndugu zetu bure bure, hatuwezi endeleeni kutuona wajinga. Ileo ni tarehe ishirini na saba nimeongea haya. Serikali za mitaa, endeleeni na huo upumbavu na huo ujinga mnaoufanya huko mitaani, endeleeni nao, lakini hii tarehe ya leo mtaikumbuka maisha yenu yote, mtajuta. Mm, namaanisha mtajuta. Mimi mwenyewe ninao ndugu askari, ninao watu wanaofanya kazi serikalini na mimi ninao lakini na mimi nawaambia tu, Mungu awalinde wa kama mnatenda haki, Mungu awalinde wa kama mtendi haki, nendeni.